Ujambo, na karibu langu. Jina ni Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo imenifikia kwa sasa ni kwamba familia ya Odinga imewaomba Wakenya kujitokeza kuchangia gharama za mazishi ya Beryl Achieng' Odinga, ikisema mzigo huo ni mkubwa kuliko uwezo wao wa kifamilia. Sasa, familia ya Odinga yaomba msaada kufanikisha mazishi ya Beryl Odinga. Beryl Odinga ni dada yake Raila Mura Odinga ambaye aliaga dunia juma moja ambalo limepita. Sasa familia nzima inaomba Wakenya na wasio Wakenya waingilie katikati kuhakikisha ya kwamba wanasaidia ama wanaopoa wa hali ambayo ni tete iliyoko. Kumbuka ya kwamba hii familia hiyo imekuwa ikiandamwa sana na msiba. Ni mwezi mmoja ambao umepita, wakati ndugu yake ambaye alikuwa maarufu sana na mtu wa watu, ambaye anafahamika kama Raila Odinga, aliweza naye kuaga dunia, mwezi mmoja ukapita na dada yake Beryl Odinga amemfuata, jambo ambalo limewapatia ugumu sana kwenye familia yao, na imefikia hatua ambayo wamechutama, wanahitaji msaada wa Wakenya ili kugharamia mazishi ya mpendwa wao. Kila ambacho Wakenya tunawaomba ni kwamba hali kama hii inabidi ina tuungane pamoja, ndio tuokoe huu mzigo uwe mwepesi, tubebeane maana wesiuka ukafahamu ya kesho likesho ni wao eh. Leo ni wao kesho, ni sisi. Kwa hivyo naomba tutusaidiane tu.